Umesema kwamba yule mganga mkuu mlikuwa mna share ness, kwa hiyo akawa amekuchukia. Lakini tuhuma alizokuandikia mbili, za kukuhamisha: moja, taratibu haziruhusu kufanya kazi hospitali ya wilaya, uende huko zahanati. Lakini pili, tabia mbaya na tuhuma za kufanya mapenzi na wagonjwa katika chumba cha upasuaji. Kwa hiyo ndio, ndio, ndio, ndio, ndio design yako. Hata huyu umefanya naye mapenzi kwenye chumba cha upasuaji, kwa hili halikuanza leo, tangu 2018 Haya, nyinyi mlikuwa mnayajua, kila mtu alikuwa hajui, lakini mganga mganga mkuu yule aliona wewe ukasema mimi. Huyu mganga mkuu alisaini yeye mwenyewe, mganga mkuu amemhamisha. Baada ya kuona huyu mtu ni tatizo, moja ni eksera kwamba hutakiwi kufanya. Well, inawezekana makosa yalifanyika, lakini sio mbaya, kwa sababu viongozi wapo, wakaona sehemu ambayo unafiti, lakini pili, una tabia mbaya ya kufanya mapenzi na wagonjwa kwenye chumba cha upasuaji. Ukarobu robu huko ukaenda kwa mkurugenzi akakuandikia barua ukarudi. Umerudi amekuja kurudia baada ya miaka mitano sijui sita. Kwenye chumba cha upasuaji hicho hicho umefanya mapenzi na hiyo binti. Maanake ni tabia yako mazoea. Kwa hiyo huna haja ya kusema kwamba alinisingizia. Ali, ali, ali, ali, kwaona hawa nao wamekuja wamekusingizia. Wakusingizia kesi hiyo hiyo, huyo binti na mume wake walikuwa wanamjua mganga mkuu mwaka 2018. Rasi haupo mkoa huu. Mimi sipo, mheshimiwa mkuu wa wilaya. Haupo inawezekana na viongozi wote hamkuwepo, lakini nyaraka zinabaki. Kama tabia unayo ipo ipo tu. Hii tabia huyu bwana anayo, sio kwamba anasingiziwa. Kwa bwana nani, mkurugenzi, umefanya kazi nzuri tu, umechukua hatua ya kumsimamisha, lakini haya yote yanafanyika yote. Ndugu zangu, wewe mganga mkuu, haupo hapa? Hebu usimame. Ni kijana wala sio mzee, una shida gani? haya yote huwa uyajui wewe? Haya, ukaunda kamati. Hili limekuja kwako, ukaunda kamati nzuri ya wataalamu ambao sisi tunaamini sote hapa, sio sio sio kamati ya kitaalamu, ulikuwa na la kwako ambalo ulikuwa unataka kulificha. Wewe unaficha, au ni uzembe au huto kuto kujali otepo. Lakini kamati we mwenyewe unaishangaa kweli, ni we ulioiunda, ikatuletea taarifa ya uongo. Mganga mkuu wa mkoa akaunda kamati ya wataalamu, ikaleta na comprehensive report ikisema kamati ile iliyoundwa imetoa taarifa ya uongo ya wilaya, licha ya kuwa mkuu wa wilaya alikuagiza uunda kamati, lakini ulidharau au ni uzemi. Na wewe nimesema rasmi, mmeandika barua Tamisemi, mmeandika barua Tamisemi ahamishwe. Hakuna kuhamishwa, asimame kazi. Kama tamisemi watamhamisha, wamhamisha lakini sio kwa nafasi ya mganga mkuu.